Karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Nature Series, na leo nikukaribisha tena katika somo ambalo nimeliandaa kwa, kwa, kwa hisani ya watu wengi ambao nimeonea huruma kwa sababu wanapata shida sana kwa magonjwa hasa ya haya ya fungus sehemu za siri. Unakuta wanawake wengi wanalalamika, wanawashwa, maji maji yanatoka yasiyoeleweka, tumia madawa ya kila aina eh, lakini bado hawapati nafuu. Sasa nikaona kwa nini waendelee kuteseka wakati naweza nikatengeneza video kama hii ikawasaidia watu wengi sana, ikiwemo hata na wewe. Huenda umewahi ume kuathirika, au kuna ndugu yako ambaye ana shida hiyo. Lakini sio hawa tu ambao wana shida hiyo ya fangasi sehemu za siri. Uh, pia kuna watu wenye fangasi sehemu mbalimbali kama mba, vibarango, uh, na fangasi aina nyingi, nyingi ambao leo nimetengeneza video hii maalum kwa ajili ya kuelezea magonjwa haya yote, lakini pia kuleta uh, solution au matibabu kwa ajili ya magonjwa hayo. Mimi Dr. Nature karibu sana. Nitaanza na ugonjwa wa fungus sehemu za miguuni au tunawaita athlete foot. Ah, fungus mara nyingi wanaota katika kati ya kidole kimoja cha mguu na kidole kingine. Kwa hiyo unakuta wamejazana pale. Na sehemu hiyo unakuta imekuwa ni nyekundu, inawasha sana au inaweza ikawa ni nyeupe nyeupe hivi na ina malengelenge. Ah, hao wanakuwa uh, ni fungus. Sasa fangasi hawa mara nyingi unaweza ukawapata kwa, kute, kwa, kwa sababu ya kutembea peku, eh, kutembea peku au unapokuwa au, au, au, umevaa viatu kwa muda mrefu viatu na soksi kwa muda mrefu. Najua fangasi wanakuwa sana pale ambapo kunakuwa na joto alafu kunakuwa na unyevu unyevu migu. Kwa hiyo tabia ya kuvaa viatu bila kukausha vizuri miguu inaweza ikawa ni sababu, lakini pia tabia ya kuvaa soksi kwa muda mrefu bila kubadilisha nao pia ni sababu. Kwa hiyo uchafu kwa ujumla inaweza ikawa ni sababu ya kusababisha fangasi hawa wakawa ni wengi sana kwenye mguu na hivyo kuleta shida, na tabia ya kutumia uh, uh, maeneo ya, ya jumuiya uh, kama vile vyoo, mabafu Usafi unatakiwa zingatiwe sana, ili fangasi hao siweze kutokea. Lakini ikitokea sasa tayari umeshawapata, kwa sababu fangasi hao wanaweza wakaingia hadi kwenye kucha na ikawa ngumu sana kuwatibu, ni vema ukawatibu mapema kwa kutumia vitu ambavyo ni rahisi sana. Unaweza ukatumia kitunguu saumu, chukua kitunguu saumu au kisha kiponda ponda, ponda ponda vizuri, kisha ponda ponda vizuri alafu kisha ponda ponda, utapaka mara mbili kwa siku, utapaka asubuhi utapaka na jioni. kwa hiyo ukifanya hivyo utapona. Kwa hiyo utapaka hivyo kwa siku kadhaa mpaka mwenyewe utakapona, hapa tayari, sasa tayari nimeshapona. Ugonjwa mwingine ni vibarango au tunaita ringworm kwa Kiingereza. Uh, mara nyingi fangasi hawa wanaota kwenye ngozi, inaweza ikawa kwenye ngozi ya kawaida au ngozi ya kichwani. Na fangasi hawa wanapokuwa wameota wanakuwa kuelekea nje. Na wanapokuwa kuelekea nje katikati pale wanakuwa kama vile wanaondoka, wanapona. Kwa hiyo maana yake wanatengeneza kitu kama kishilingi hivi yeah, aka kibarango. Kwa hiyo kunakuwa ni vipele vipele ambavyo vimetengeneza kitu kama kibarango. Uh, wanakuwa wanawasha kwa watu wengine, lakini fangasi hao unaweza ukawapata kwenye, kwenye wanyama hasa ha, hawa mbwa, paka, usungura kwa sababu kwao kule wanakuwa ni wadudu tu ambao tunaita normal flora wanakuwa hawana shida kwao, lakini wakija kwako kwa, wanakuwa wanaweza kusababishia uh, matatizo. Kwa hiyo ambapo unaweza ukafanya sasa, ili kuweza kujisaidia kwa sababu endapo usipofanya haraka, mfano kama fangasi hawa wameota kwenye kichwa na wameota, wanaweza wakaathili nywele na wanaweza kukusababishia kipara cha kudumu au pia unaweza kota kwenye ndevu akaota sehemu yoyote ile. Kwa hiyo ni vyema kuwatibu mapema. Unachotakiwa kufanya uh, chukua kitunguu saumu, kiponde kipondeponde. Baada ya kukiponda ponda, utapaka sehemu iliyoathirika mara tatu kwa siku, kwa maana yake utapaka asubuhi, utapaka mchana, utapaka na jioni. Uh, utafanya hivyo kwa siku kadhaa mpaka kibarango hicho kitakapokuwa kimekwisha kime. Lakini sasa kuna wakati fulani fangasi wanaweza ukaota sehemu nyeti sana, kwa mfano sehemu zenye ngozi laini kama korodani eh, ukipaka kitunguu saumu kwa hivyo nilivyokuambia, unaweza ikakuletea madhara kidogo, kwa sababu kitunguu saumu ni dawa ambayo ina nguvu sana. Eh, ina nguvu sana. Kwa hiyo ukipaka sehemu hiyo unaweza ukakuta kama vile pameungua. Kwa hiyo badala ya kupaka kitunguu saumu kama kilivyo kwa kukipondaponda tu na kupaka unaweza ukakisaga au ukakipondaponda alafu ukachanganya na maji kidogo, maji kidogo tu, unaweza yani unaezada kidogo sana. Lengo ni kwamba utachukua kitambaa, kile kitambaa kisafi eh, utachovya mle kwenye yale maji ambayo umechanganya na kitunguu saumu eh, alafu utapaka sehemu, utakuna kama vile unakanda sehemu ile ambayo imeathirika, sio tena kupaka ile roho uh, ambayo nimeitaja hapo juu inakuwa ni kama kukanda, ili lengo ni kwamba tunataka tupate ile kemikali ambayo tunaita alisin iliyopo ndani ya kitunguu saumu kwa kiwango kidogo, ili isije ikaharibu ngozi ya sehemu hii nyeti, hasa nazungumzia sehemu ya korodani, kwa sababu eh, wanafunzi wengi sana wa shule ya msingi au shule ya msingi au wa sekondari ambao wanaishi boarding uh, pamoja na watu wengine ti wanapata sana shida hii. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ikasaidia sana na, na kwa hakika utapona kwa nguvu za Mungu. Aa, kitu kingine ni ugonjwa wa mba. Mba nayo imekuwa ni, ni shida kwa katha, watu kadhaa. Watu wengi wametumia dawa mbalimbali mbali, lakini bado wanazunguka pale pale. Lakini tiba rahisi hii hapa: chukua tu mdalasini vijiko viwili vya chai, changanya na vijiko viwili vya chai vya asali mbichi, alafu baada ya hapo mchanganyiko huo utapaka kwenye sehemu zote zilizoathirika na mba kama ni mwili mzima atabidi upake mwili mzima eh, na baada ya hapo utaosha, uta, utaosha baada ya saa moja yani, baada ya kumepaka, baada ya saa moja utaosha utaosha au kuoga kama umejipaka mwili mzima. Na baada ya utakuwa unafanya hivyo kila siku kabla ya kwenda kulala kwa siku saba. Baada ya siku saba fangasi hao wanaosababisha mba watakuwa nao pia wamekuacha. Sasa nakwenda kwenye somo ambalo eh, linagusa watu wengi sana na nataelezea kwa undani sana somo la fangasi sehemu za siri. E, fangasi sehemu za siri ambao imekuwa ni shida na uh, imewathiri watu wengi sana, hasa wanawake ambao uh, mfumo wao uzazi unaruhusu fangasi hawa kuweza kukua sana. Uh, wanawake wengi wanahangaika na magonjwa haya ya, ya kuwashwa maji maji yanatoka ya rangi, mara njano mara kijani mara nyekundu mara nyeupe. E, yani mambo yanakuwa hayaeleweki kule kwa wanawake. Watu wengi wanakuwa nafikiria tu kwamba ni fangasi, lakini sio kwamba kila ugonjwa uh, unaosababisha uh, kuwasha au kutoka na maji maji yenye rangi tofauti tofauti kwamba ni fangasi. Hapana, lakini ni magonjwa ambayo yanaonesha kwamba umepata mashambulizi aidha ya bakteria au ya fangasi katika mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo sasa ni kwamba kwa kawaida kuna kupo na mfumo uh, wa ulinzi na usalama wa mwili ambao kunakuwa na bakteria pamoja na fungus ambao tunawaita nomoflora ambao wametapakaa mwili mzima ukianzia kwenye ngozi, mdomoni, kwenye utumbo, eh, kwenye njia ya uzazi hiyo. Kote kuna kuwepo na hawa viumbe ambao kunakuwa na bakteria au alafu pia kuna kuwepo na fungus. Kwa hiyo hawa viumbe wanafanya, wanafanya kazi ya kulinda mwili dhidi ya magonjwa, ya magonjwa mbalimbali lakini pia wanafanya kazi ya kuzalisha eh, vitamin na kemikali zingine muhimu kwa ajili ya mwili kuweza kubenefit. Lakini ikitokea kwamba hawa viumbe wamekuwa E, wamekuwa kwa wingi kupita e, utaratibu wa kawaida ambao unatakiwa, sasa itatokea ni kwamba inakuwa ni ugonjwa tena na wala sio ulinzi kama tulivyotegemea. Kwa hiyo kwa mfano ikitokea kwamba bakteria ambao wa, walitakiwa wawazuie fungus wasikue sana au fungus ambao walitakiwa wazuie bakteria wasikue sana wamepungua. Kwa mfano tuseme bakteria wamepungua, aidha wamekufa kwa sababu ya, ya dawa waliotumia, au wamezidiwa na fungus kwa wengi, manake ha fungus watakuwa wengi, watakuwa sana. Wakisha kuwa tayari, inakuwa ni ugonjwa na sio tena ulinzi. Nadhani hapo nimeeleweka. Kwa maana yake ni kwamba kitu ambacho kinaweza kikasababisha ukapata infection za, za fungus ni kwamba ni kutokana na kwamba uh, Uh, yani hakuna uwiano mzuri kati ya hawa bakteria na fangasi. Kwa hiyo fangasi hawa wanaweza, hasa nawazungumzia hapo, wapo aina nyingi, lakini ambao ni maarufu sana ni wale tunawaita kandida, ambao kandida ni fangasi waliopo kwenye mdomo, wapo kwenye utumbo, lakini pia wapo kwenye mfumo wa uzazi, na hao ndio wanaita shida sana. Kwa hiyo sio kwamba kila siku utakapoona umepata shida ya, ya, ya, ya, ya ya, ya kwenye ya kwenye njia uzazi sio kwamba siku zote itakuwa ni fungus, wanaweza kuwa ni bacteria au wanaweza kuwa ni fungus kweli kweli. Kwa hiyo ni, kwa ni, kwa ni, kwa ni kwamba dalili za kuonesha kwamba umepata shida hii aidha ni mdomoni au kwenye utumbo au kwenye njia ya, ya uzazi. Naweza ni ikawa ni harufu mbaya. Unaweza ukawa na harufu tu mbaya mdomoni ambayo haieleweki, ukipumua unatoka ni harufu mbaya na uelewe ni kwa nini, inaweza ikawa ni sababu ya hawa fungus. Lakini pia unaweza kupata constipation, ukosa choo. E, nayo pia naeza ikasababisha. Unaweza ukajihisi kuchoka bila sababu za msingi, unaweza ukajihisi kichwa kuuma sana e, uk, ukajihisi, ukapata shida ya, ya mambo ya mfumo wa, wa, wa, wa, wa usagaji wa chakula, mara si gesi au si, tumbo kujaa gesi au kujambajamba ku, ku, ku, ku bila, bila, bila sababu za msingi, pia naweza ikawa nayo ni sababu, alafu pia unaweza ukapata usingizi usingizi ambao hauna mpango yani usingizi na lalalala tu ovyo tuovyoovyo inawezekana, ne ni dalili mojawapo. Unaweza ukapata kuchanganyikiwa hivi kwa akili a, lakini pia unaweza ukapata shida ya kulakula ovyo. Umekula asubuhi uh, saa mbili, saa sa nne, tayari una njaa. Umekula saa nne, saa tano, tayari una njaa, pia ikawa ni sababu, ni ikawa ni dalili mojawapo. Lakini pia unaweza ukawa natoa harufu tu ambazo hazifahamiki Eh, kwenye ngozi mtu atakaye karibu na karibu eh yako, anaamua tu kukimbia, kwa sababu eh, tayari umeshapata candidiasis. Lakini pia unaweza kupata shida ya mambo ya hedhi hedhi, eh. Lakini pia sasa hizo, hizo ni dalili. Kwa hiyo maana yake hizi dalili zinaonesha kwamba wewe umepata candidiasis. Lakini candidiasis ni kwamba inaweza kusababishwa na vitu vingi, ila sasa leo nitazungumzia ugonjwa wa candidiasis au fungus kwamba kama kama umepata fungus sasa kwenye kwenye mfumo wako uzazi, visababishi vinaweza vikawa kama ifuatavyo. Kisababishi cha kwanza kinaweza kikawa ni antibiotics. Kuna madawa ambayo tunayatumia ambayo yanaweza yanafanya kazi ya kuua wadudu eh, kuua wadudu hasa bakteria, kwa mfano nikitoa mfano tetracycline, ambao mara nyingi wanakuwa tunaitumia inaweza ikasababisha pia lakini, uh, fragile inaweza ikasababisha trichomoniasis ambao ni ugonjwa uh, mtu anakuwa anatoa kama vimaji maji vya kijani vyeupe, kama kijani hivi vyeupe, kijani kwenye, kwenye njia yake. Kwa hiyo manake antibiotics hizi maanake zinaenda kuua bakteria, zikiua zikiwua bakteria manake ziki maanake fungus wanapata nafasi ya kuweza kukua na kuwa wengi na kusababisha ugonjwa. Pia kuna madawa haya ambayo yanatumika kwa ku, ajili ya, Uh, madawa kwa ajili ya ku, eh, vidonge vya kupanga uzazi najua, vidonge vya kupanga uzazi uh, vinaathiri zile kuta za, za njia ya uzazi. Kwa hiyo zikiathiri zile kuta za njia ya uzazi zinaweza zikaongeza sana au zikapunguza sana yale majimaji ambayo yanatengeneza yana, yana kwenye hizo kuta, kwa hiyo manake yanaharibu afya. E, na mfumo mzima wa njia ya uzazi, na hivyo kuibadilisha kutoka katika hali ya asidi na kuleta katika hali ya bezi, na hapo ndipo yanapo, hali ya bezi ndiyo inayosaidia sana fangasi kuweza kukua na kuwa wengi na kusababisha ugonjwa. Kuna sababu nyingine, watu wenye kisukari pia ni rahisi sana kupata magonjwa haya ya fangasi. Eh, pia watu wenye mimba e, watu wenye mimba kwa sababu mtu anapokuwa na mimba pH inabadilika kutoka kwenye asili na inakuwa katika hali ya bezi kwa hiyo fungus wanakuwa wengi lakini pia ukosefu wa vitamini B6 ambao vitamini B6, yani B6, vitamini B6 inatokana na samaki e, nyama ya ini hata nyama ya viungo vingine pia viazi viazi vitamu matunda isipokuwa matunda yale citrus yani kama jamii ya machungwa hayahusiki hapa kwa hiyo vitu kama hivyo ukivikosa unaweza kukosa vitamin B6 na hivyo ukasababisha fungus hawa kuweza kukua sana a, lakini pia swala zima la vaginal dodging. Watu wanaoosha sehemu zao za uzazi kwa kutumia sabuni eh, sabuni hizo, ananua tu sabuni huko ya kuogea na kuja anaitumia kuoshea kule. Pia kuoshaosha mara kwa mara kwa maji tu hata ya kawaida, nayo pia ni shida kwa sababu unaharibu ule mfumo mzima wa kule na kuweza kusababisha fangasi hawa kuweza kukua sana. Nitaelekeza namna gani unaweza kufanya badala ya kuosha kwa kutumia tu hayo maji na sabuni hizo ambazo unazitumia. Lakini pia kuna deodorant ambazo watu wanazitumia kwa ajili ya kuspray, kwa ajili ya kuleta harufu nzuri. Spray hizi mara nyingi zinakupa na kemikali, lakini nitakuelekeza namna gani unaweza kupata deodorant ambayo haina kemikali ambazo zinaweza kusababisha fangasi hawa kuweza kukua. Aa, lakini pia matumizi ya nguo zilizobana sana eh, mtu anavaa sindo kitubu sindo kinini ki, ki kitaiti kimebana eh, inaweza kusababisha fangasi wakakua, kwa sababu kule kuna kumebana, kuna joto alafu kuna unyevunyevu. Fangasi lazima tu wakue rafiki yangu. Kwa hiyo manaake nguo eh, kama hizi ni za kuepuka. Jaribu tu kuvaa nguo za kawaida za pamba ambazo hazin, hazibani sana wala zitakupatia eh, eh, aeleshe vizuri katika sehemu hizo. Lakini pia matumizi ya pombe ni sawa tu na matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi na junk food, chips chips, si keki keki, chocolate chocolate. Hizi sukari zinapojazana mwili, zinabadilisha sehemu ile ya, ya uzazi kutoka katika hali ya acid na kwenda katika hali ya alkali na kusababisha fungus kuweza kukua. Kwa hiyo vyakula kama hivi sio vya msingi sana vya kuepuka. Vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula junk junk, si mandazi mandazi, ni nini keki keki Uh, sio vyakula ambavyo ni vya msingi. So, kula kula vina, vya msingi sana kula vyakula ambavyo vitakuletea afya na kuletea uh, furaha. Kwa hiyo manake pombe ni pia inaingia katika hili kundi, epuka pombe kadri iwezekanavyo. Kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha ni stress. E, msongo wa mawazo kwa kawaida unashusha kinga ya mwili, kwa hiyo kushusha kinga ya mwili pia unaweza ukasababisha magonjwa haya yakaamka lakini pia watu ambao wanatoatoa mimba eh, toatoa mimba inaweza kusababisha pia kubadilisha hali hiyo na kuletea magonjwa ya fangasi. Nimezungumzia kuhusu vidonge vya uzazi wa mpango, lakini sio hivyo tu, lakini pia vipandikizi vina fedha mazingira ya hawa, ya hawa fangasi kuweza kukua na kuwa wengi na kusababisha, uh, na kusababisha ugonjwa wa kutokea wa fangasi sehemu za, za siri kwa hiyo maanaake kitu mchot kifanya vitu vya kuepuka epuka, kutumia Lodeland ambazo zina kemikali, lakini kama unataka ambao hazina kemikali, zimetengenezwa kwa namna ya asili, unaweza na mimi, alafu nitakupatia e, nita kukupatia So <laughs> alafu kitu kingine um, epuka kutumia matumizi ya toilet pepa ambazo zina rangi, toilet paper zingine zina rangirangi, ziepuke. Uh, usitumia, usipende kutumia sabuni ambazo zina kemikali sana eh. Sabuni zina kemikali sana au vipodozi vyenye kemikali nyingi pia nazo ni hatari. Uh, wakati unafua au wakati wowote, usizichanganye nguo zako za ndani pamoja na socks au stockings zile ambazo mnazivaga um, kwa sababu unavyozichanganya ni kwamba kwenye socks unaweza ukawahamisha wale fungus waliopo kwenye waliokuwa kwenye miguu ukawapeleka sehemu zako za siri. Kwa hiyo maana yake unakuwa umejitengenezea wewe mwenyewe ugonjwa lakini, siku zote muombe mume wako aoshe mikono yake pamoja na sehemu zake za siri kabla ya tendo la ndoa. Kwa kweli kama mume wako anakupenda na anakutakia mema, atakusikiliza na atafurahi. Kumbuka kitu kimoja kwamba hawa kandida siku zote hawaambukizwi kwa njia ya tendo la ndoa, yani hawaambukizwi kwa njia ya ngono, lakini wanaweza wakaambukizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Utamkuta mtoto eh, anakuwa, na, na, na, na, anakuwa na ulimi mwekundu mwekundu hivi ambao umefunikwa umefunikwa na vitu vyeupe, vyeupe. Eh, unaweza ukaziona dalili hizi mtoto akishafikisha, akishafikisha uh, siku kama nane mpaka tisa hivi baada ya kuzaliwa unaweza ukaanza kuviona hivyo vidalili. Eh, lakini pia kwenye makalio yake unaweza ukaona vipele vipele, eh, vitu kama vyeupe vyeupe hivi vimejazana vime kwenye makalio vimekaa kwa mfumo kama vile ni pampas hivi eh, utajua kwamba tayari huyo um, mtoto alizaliwa akiwa na hawa candidas. Uh, lakini pia kitu kingine ni kwamba hawa candida wakifanikiwa waki kuingia kwenye mfumo wa damu, wanashusha kinga yako ya mwili na hivyo uh, kusababisha kuweza kupata magonjwa mengine mengi. Sasa hebu nije sasa moja kwa moja kwenye matibabu, kwamba sasa imetokea una uh, fungus hawa. Nimeshasema hawa candida wapo wa aina kama nne hivi, lakini leo nitazungumzia moja tu ambao ni wa fungus. kwa sababu uh, haya hawa, hawa, hawa magonjwa ya sinzasili tunaita vaginitis. na vaginitis nimesema, wapo wa zipo aina nne, leo nitazungumzia moja ambayo inaitwa yeast ndio hiyo candidiasis ya sehemu za, za siri. Sasa dalili zake ziko hivi, kama huna hizi dalili, matibabu yanayozungumzia leo maana yake hayakuhusu. Kama utakuwa na dalili tofauti, maana yake wasiliana na mimi eh, kabla ya kutumia haya matibabu. Ni kwamba dalili zake ni hivi, uh, kuna kupo na maji maji ya kadri, so mengi sana maji maji tu ya kadri ambayo ya yanatoka sehemu za siri yanakuwa ni mazito, yana rangi ya, yana rangi ya njano au nyeupe, na yanakuwa yanafanana kama vile yale, yani mafuta mafuta yanayopatikana kwenye maziwa ya mgando, vile vitu vyaupe vyeupe ambavyo vinapatikana kwenye, mafuta, kwenye, ma, kwenye maziwa ya mgando, yani kwenye mtindi. Alafu majimaji haya yanakuwa hayana harufu yoyote eh? lakini yanakuwa yanawasha hasa kwenye, sehe, kwenye sehemu za nje kwenye sehemu za, eh, za uke kwa nje. Kwa maana yake kama na hizi dalili maana yake sasa wewe matibabu nitakayozungumzia hapa yanakuhusu. Lakini kama dalili hizi huna au zipo tofauti eh, una dalili tofauti, labda una maji ya kijani, rangi gani, naomba, au yana harufu, naomba tuwasiliane ili niweze kuelekeza tiba nyingine tofauti na hii. Hii ni kwa ajili tu ya vaginal candidiasis. Kwa hiyo matibabu yake yapo aina mbili. Moja, unaweza kufanya hivi ukachukua ukachukua baking soda kijiko kimoja au kijiko kimoja mpaka vitatu, yani kati ya kimoja mpaka vitatu. Hiyo ni teaspoon kijiko kile ch, kidogo cha, cha, cha, cha, cha, cha chai, alafu utachanganya na maji ya moto e, maji ya moto lita moja maji ya moto lita moja Kwa maana yake utachanganya utachemsha pale mpaka uh, yachemke. Akishachemka utapoza kidogo utayapoza kidogo, yasipoe sana. Utapoza kidogo. Ukishapoza kidogo, utakuwa unaosha njia yako ya uzazi eh? unaosha njia yako ya uzazi mara mbili kwa siku, mara mbili kwa siku. Unaosha asubuhi unaosha na jioni kwa siku saba. Halafu baada ya siku saba utaendelea tena, siku zinazofuata utaosha mara moja tu kwa siku kwa hiyo utaosha jioni kabla ya kwenda kulala mara moja kwa siku kwa siku thelathini. Nadhani umenielewa yaani, siku saba zile umeosha mara mbili kwa siku, alafu baada ya siku saba kuisha utaendelea na hiyo tiba mara moja kwa siku kwa siku saba, kwa siku thelathini. Kwa hiyo utaosha kila jioni kabla hujalala kwa siku thelathini. Nadhani hapo umenielewa. Sasa hiyo ni ya kwanza. Ya pili, unaweza ukatumia kitunguu saumu kama baking powder, amini baking soda naweza ikawa ni, ni, ni, ni, ni ngumu kuipata. Unaweza ukatumia kitunguu saumu kitunguu saumu uh, unachokifanya unachukua ile punje moja sio, sio clove nzima sio ile balbu nzima no. Kwenye balbu unachukua kapunje kamoja alafu unakamenya ukishakamenya, unakaponda unakapondaponda, ukishakaponda ponda unakachemsha kwenye maji robo lita E, maji robo lita. Ukishachemsha kwenye maji robo lita, baadaye baada ya maji ile kuchemka vizuri, unaongeza maji ro, tatu yani robo tatu ya lita, ili ile robo na hii robo tatu hiyo ni lita moja kwa maana yake, tunategemea utakuwa umetumia maji lita moja. Kwa hiyo robo lita umetumia kukachemsha kale kapunje kama ni kadogo sana unaweza ka ukaongeza tukawa tuwili unatuponda ponda, alafu unatumia maji robo lita kuchemsha, alafu utaongeza robo tatu eh, ya maji ili kuweza kupoza kale kamchanganyiko ambako umekachemsha ukishapoza, utapaka hivyo hivyo mara mbili kwa siku kwa siku saba. Kwa hiyo asubuhi utapaka, yani uta, utaosha ile njia yako ya uzazi, lakini kumbuka, kabla hujaosha, maana kwa hii utabidi uchuje kwa sababu unajua itakuwa hapo ina, ina makapi makapi yale. Kwa hiyo itabidi uchuje kwanza. E, ukishachuja ndio unaanza utaosha. Baada ya kuomesha shapoza tayari utaosha ile njia kwa siku mara mbili. Kwa hiyo utaosha asubuhi utaosha na jioni kwa siku saba, na baada ya siku saba kuisha utendea ratiba hii kwa siku 30. Ukifanya hivyo mara moja kwa siku thelathini. Kwa hiyo kabla ya kwenda kulala, unafanya hivyo mara moja kwa siku thelathini. Ah, kwa njia hii ni hakika utapona kabisa magonjwa ya fungus sehemu za siri, hiyo vaginal candidiasis. E, na kwa kukutia moyo tu ni kwamba tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini ya watu ambao wametumia tiba hii ya asili kwa kutumia hasa kitunguu saumu wamepona, Eh, asilimia sitini wamepona, amini, wamepona na ugonjwa haukurudi tena. Kwa hiyo katika wale waliopona asilimia sitini ugonjwa haukurudi walipotumia tiba ya asili, lakini kwa wale ambao walitumia tiba ya hospitali inaonesha ilionyesha kwamba walipona, lakini asilimia tisini ugonjwa ulirudi tena. Kwa hiyo tiba hii ni ya hakika. Hizo ni utafiti wala sijazifanya mimi Nimezisoma tu nami pia kwenye ripoti za, za research. Lakini sasa ikitokea kwamba huu ugonjwa baada ya kutibu kila wakati unarudiarudia eh, unarudirudi unarudirudi, hakikisha kwamba unachunguza njia zako. Je, hauna visababishi ambavyo vinasababisha ugonjwa huo urudi? Lakini kama visababishi havipo, hebu nenda ukacheki, ukacheki kisukari kama kisukari unacho, kwa sababu kisukari kinaweza kikawa ni sababishi kikubwa sana cha ja kupata magonjwa ya fangasi lakini kama kisukari pia huna, hebu zungumza vizuri na mume wako e, mume wako naye akapime, kama ana hawa candidiasis. Baada ya kupima kama anao, ili aweze kuti, kutibiwa kwa sababu kama anao unaweza ukawa una, unapata shida kutibu, lakini ukikutana naye anaweza akawa anakuambukiza ana hasa, hasa magonjwa mengine ya bakteria, achana candidiasis ambayo yenyewe haiambukizwe kwa njia ya, ya, ya kukutana Uh, kuna, kuna tahadhari ambazo natakiwa uzichukue wakati napoenda kumalizia video. Uh, kuna tahadhari ambazo natakiwa uzichukue. Tahadhari uh, ya kwanza ni kwamba hakikisha kwamba kila unapomaliza kuoga, unapokuwa unajikausha, jikaushe ukitokea mbele kwenda nyuma, yaani unatokea mbele kwenda nyuma, ili kwamba usije ukahamisha wale uh, viumbe waliopo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye njia haja kubwa, ukawapeleka kwenye sehemu zako za siri. Kwa hiyo una, unakausha kutokea mbele kwenda nyuma. Lakini sasa wakati ukiwa chooni e, wakati ukiwa chooni unaweza kutumia kikombe ambacho kimejaa maji ya baridi au ya moto yasiyo ya uvuguvugu, ya maji ya baridi au ya moto, na maji hayo utayamimina kwenye kwenye nywele zako za siri e, mavuzi tunasema Alafu utaruhusu yale maji yaweze kuteremka kupita kwenye sehemu zako za siri, yaani maji yawe ni ya baridi au ya moto yasiyo ya uvuguvugu, si ya yakiwa e, yamejaa kwenye kikombe na namina nywele kwenye zako kwenye mavuzi yapite mpaka kwenye kwenye kwenye sehemu zako za siri, yapite e, yapite vizuri na unamia taratibu taratibu. Na baada ya hapo ni kwamba hii hii kitu inakusaidia kuweza kuondoa magonjwa mengi eh, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya, ambayo yanasababisha yana kuwasha sehemu za siri, yani magonjwa ambayo yanasababisha maambukizi yenye yana, ya kuwasha sana sehemu za siri. Kwa hiyo utakuwa umejisaidia mwenyewe kwa njia hiyo tu ya kawaida <laughs> ya. Lakini kitu kingine ni kwamba hakikisha kwamba mashavu ya sehemu zako za siri yanakuwa ni masafi kila wakati. Yaani yawe ni masafi kadri iwezekanavyo. E, eh, usafi ni muhimu sana kwa wanawake jamani. Kwa hiyo hakikisha na inakupa ni pasafi kila wakati. Sasa ikama una ugonjwa mwingine tofauti na hizi dalili ambazo nimezitaja hapa, wasiana na mimi. Lakini pia kama una magonjwa mengine e, kama si UTI, si nini, magonjwa yote ambayo naweza kupatia shida, naeza wasiana na mimi, nikakupatia namna ambayo, uh, unaweza ukajitibu mwenyewe kwa kutumia vitu ambavyo vinakuzunguka nyumbani kwako. Lakini kitu kingine cha kufanya ni kwamba isupport channel hii kwa kushare na watu wengine eh. Lakini pia usahau ku comment hapa chini kama kuna somo ambalo unatamani labda niweze kulifundisha siku za usoni, ambapo ninasumbua watu, comment hapo chini. Kwenye sehemu ya comment, ingia hapo, andika comment yako, sema comment gani, sema kitu gani ambacho unatamani niweze kukifundisha katika hizi series ya video zangu. Lakini pia kwa mawasiliano yangu zaidi unaweza ukaingia kwenye description box hapo chini, bonyeza e, kwenye, kwenye, kwenye description alafu utapata Maelekezo yangu kwa ujumla na mawasiliano. Kwa hiyo mpaka atakapoonana kwenye video nyingine karibuni sana.